Niwapongeze sana kwa baraza zuri leo ambaye tumefanya toka nipoanza kwenye wapisho na katia, tumeingia kwenye baraza na idaji wa kamati na mambo mwengineo. Niwapongeze kwa kwa sana. A, naanze naibu meya mkurugenzi, mheshimiwa sana rasi wetu Dr. Fatma Mganga, mheshimiwa mbunge jagi mauli kikaratu, mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi mama yetu Rusia Mwiru, lakini huko katibu wa Chama cha Mapinduzi dada yetu Neema Lunga, waheshimiwa sana madiwani, wataalamu mana wakuu wa division na vitengo, kamati za ulinzi na usalama, na wote ulioko hapa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, nichukue nafasi hii niwashukuruni sana. Cha kwanza ni washukuru sana viongozi wangu wakuu wakiongozwa na rasi wetu meza kuu mbele nasaha zenu mlizotuhusia kama baraza la halmashauri ya manispaa ya Singida, kuakishie rasi maelekezo uh, yako, ushauri wako tumeupokea, na kama baraza tunasimama nao kama mwongozo na maelekezo ya kufuata wakuwa wanaiwazia mema sana halmashauri manispaa ya Singida itoke kwenye manispaa ile ielekee kwenye jiji. Nakushukuru sana sana sana, namfikishie salamu wetu wa mkoa. Tumeanza safari ya ishirini na tano na thelathini, baraza la manispaa ya Singida ya mjini, tutachapa kazi tuitekeleze vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi. Wamfikishie salamu zetu, mwambie ushirikiano wake tuna utambua sana sana sana, na sisi tunamkaribisha kwenye baraza letu. Mheshimiwa mwenyekiti wetu wa chama, sisi ni watoto wako na tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, na wewe ndio msimamizi wetu na unatufuatilia vizuri, waliokuwepo na wanaokuja, walioingia wote na watoto wako. Kwa hiyo tuendelee kukushukuru kwa malezi yako mazuri ya kutusimamia ili tuweze kuleta maendeleo chanya na kuitekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, kwayo tulioomba kuitekeleza kwa wananchi wetu. Kwa hiyo ni kushukuru sana, na niseme mwenyekiti pia hayo uliyoyasema tumeyapokea, na tutayafanyia kazi. Mwenyekiti wetu Mheshimiwa Mbunge ametokana na sisi, tunakufahamu vizuri sana na mimi nichukue nafasi hii, kwa niaba ya baraza hili, tukupongeze sana sana sana kwa kuchaguliwa na wananchi wa Singida kwa kura za kishindo. Sisi kama baraza tuna imani kubwa sana na wewe, kwa namna ulivyoyasimamia maendeleo ya Singida mjini manispaa hii ulivyokuwa mstahiki meya. Leo umekuwa mbunge, hakika tunaona manispaa yetu kusogea mbele. Natakutakia kila laheri, na tunaamini ya kwamba watakuwa natetea mrejesho mzuri kutoka bungeni kwa mustakabali wananchi wa Singida, kwa sababu tunakuamini sana katika kaziwake mkurugenzi. Nataka kusema nikupongeze sana sana, wewe na management yako na wote nikupongeze sana sana sana. Tulitoka hapa tukaenda huko kutafuta tafuta kura zetu, tukitegemea tuje, wengine hawakuja bahati mbaya lakini halmashauri kama chombo cha kuwahudumia wananchi wa, wa manispaa ya Singida kiliendelea kuwa imara ukikiongoza wewe pamoja na CMT yako, ni kupongeze sana. Nimeona taarifa yako nzuri uliyowasilisha kwetu kwenye baraza hili kiki amechukua nafasi hii ni wapongeze sana CMT na wote mnaoshirikiana katika taarifa hii ambayo ni nzuri kwa mustakabali wa Singida. Ndugu zangu tumeona waliokuwa wanapitia pitia kwenye mitandao ya kijamii kama alivyosema mbunge, tuliona wakichapa kazi, na hata wengine tuliona miradi ya maendeleo yakiendelea kusimamiwa, tumeona fedha zikiendelea kushuka. Kwa fedha sio lazima tuwepo hapa, tuna wawakilishi wazuri, kwa maana waliokuwa wanaiendesha wataalamu wetu manispaa. Kwa hiyo tunashukuru sana sana sana na tuombe jitihada hizi mlizozifanya wakati hatupo zisije zikapungua baada ya sisi kuja. Zikaendelee kuimarika. Kama mko mnakimbia spidi 80, basi muongeze 90 ikiwezekana, ikiwezekana hata mia moja. Ndugu zangu amesema hapa naibu meya, nikupongeze. Aliniambia nisisahau kukupongeza. Aliniambia nikisimama nisiache kukupongeza. Nikupongeza <laughs> sana kwa kuaminiwa. Na mimi nichukue nafasi hii niwashukuru sana, na nisema muendelee kutuamini. Nashukuru metuamini, metutanguliza, endeleeni kutuamini ndugu zangu. Nilisema halmashauri ni kati ya madiwani na watala, na hapa amesema rasi letu sisi ni ndege wa rangi moja, tunapaswa kuruka pamoja. Kwa hiyo niombe sana ndugu zangu, iwe kwa madiwani, iwe kwa, kwa wataalamu, tuko katika safari moja. Maandiko yanasema msigombane gombane njiani, wala tusichimbiane chimbiane mashimo njiani, ukitarazia mwenzako adubukie kama kuna mahali unaona mwenzako anaenda kutumbukia, kuna nafasi ya kumwelekeza, kuna nafasi ya kumshauri, kuna nafasi ya kumwonya, kuna nafasi mengi ili angalau asidumbukie kwenye shimo hilo, kwa sababu atakapodumbukia kupata ajali hakuna faida atakayopata. Kwa hiyo niombe sana turuke kama ndege wa rangi moja, tuwe halmashauri mashauri yenye upendo halmashauri yenye shirikishwaji. Inaamini ya kwamba katika mkurugenzi huyu, wataalamu wote wanafikika, na ninyi wataalamu, madiwani hao wote wanafikika. Kwa hiyo sisi tunajenga nyumba moja, hatupaswi kugombania vito, bali tunapaswa kushirikiana tuijenge nyumba yetu ikamilike vizuri. Kwa hiyo ndugu zangu, niombe hayo pia uyazingatie, lakini niseme mambo mawili tu ni yaache hapa leo ugenzi umeona umefanya vizuri katika mapato, lakini bado asilimia zetu haziridhishi. Tuko asilimia thelathini na tatu. Sasa kwa taarifa hii mliotupa, tunaomba sana mkaze sosi. Vyanzo vyetu vinajulikanika na naamini umepanga utaratibu mzuri wa kusimamia vyanzo vile. Halmashauri ndugu zangu, ni mapato halmashauri, maheshimiwa madiwani ni mapato. Na sisi maheshimiwa madiwani kwenye kata zetu, kama kuna chanzo kimeorodheshwa cha kuipatia halmashauri wa mapato, tukisimamia vizuri, tusiwe vikwazo vya kufanya vile vyanzo visifanye vizuri. Maana yake ile asilimia 40 ya miradi ya maendeleo hatutaifikia, au ile asilimia kumi ya miradi ya vijana akina mama na wenye mahitaji maalum haitakuafikia kama endapo atakusanya vizuri. Kwa hiyo niombe sana mkurugenzi, kwenye eneo hili ukaze soksi sana, wewe na wataalamu wako, fanya hima. Halmashauri yetu miaka yote rasi ni shahidi waga, tunafikia asilimia zile za kihalmashauri, hatujao kuwa chini ya asilimia themanini tumewahi kuvuka lengo mheshimiwa rasmi, tumewai kuvuka lengo, tukafikia asilimia mia moja plus, na niombe kwa mwaka huu wa fedha ishirini na tano ishirini na sita halmashauri yetu ikiwezekana tufikie malengo hayo. Lakini jambo la pili amelisema hapa mwenyekiti wa chama, mkurugenzi, kweli mji wetu ekaa sawa moja na makampuni nanini mpo nyombe, pia hapa muzingatie vizuri. manispa ya manispaa ya kwanza ni usafi wezi kusema manispaa alafu inakuwa chafu. Kwanza ni usafi, eneo hili mkaliangalie vizuri, ili mji wetu uvutie. Tuko karibu na makao makuu yetu ya Dodoma tunaamini tutakuwa tunapokea wageni wengi, basi ni shahidi yaani watu wamebanana wa kule Dodoma, mapumziko yayo Singida. Lakini watakujaje kama mji kwanza unavutia ni msafi, mji umepangika vizuri kwao. Tuangalie pia mji wetu uwe msafi ndugu zangu, pengine tutazungumza kwenye vikao vitakavyokuja, tutendea kukutana mara kwa mara kama baraza. Lakini kwa leo itoshe kusema ni washukuruni sana sana sana kuipekee, kwa kuendelea kutuamini na tuwafanya baraza letu vizuri la mwanzo wa mwaka. Mheshimiwa mwenyekiti, Mheshimiwa mwenyekiti, mwenye na sisi kama baraza letu la manispaa ya Singida, kwa kweli, kwa fedha zilizokuja ambazo zimesoma hapa, manaake zimekuja kupitia serikali ya Dr. Samia Suluhu Hassan na kwa awamu hii tena mama yetu mpenzi Dr. Samia Suluhu Hassan amechaguliwa tena na Watanzania kwa kura za kishindo. Tufikishie salamu mbia, serikali ya manispaa ya Singida au halmashauri ya manispaa ya Singida, tunampongeza sana na tutaendelea kusimamia kile kinachoshuka zile fedha takazozileta tuendelea kuzisimamia vizuri sana sana sana. Tupelekee salamu zetu pamoja na hongera za ushindi wake Rasi, nimesema, zetu, wa kishini basi, nimesema maneno mengi salamu zetu. Kwa kweli, endelea kutushauri mama, na nafasi kubwa ya kutushauri kama watoto wako, endelea kutushauri nililioa baraza zuri lenye kielelezo barua njema inasomeka vyema, na sisi tuwe kielelezo kizuri kwa wananchi wa manispaa ya Singida. Ndugu zangu, maneno yanaweza asishe leo, kwa sababu moyo wangu umejaa shukrani sana. Mimi sasa nitamke rasmi mkutano huu wetu wa baraza letu manispaa yetu ya Singida inaofunga rasmi. Ei, asanteni sana.